Nina wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo hamjambo. Ni siku nyingine tena ambayo tunamshukuru Mungu kwa namna pekee ambavyo ametulinda toka jana, ilivyokuwa masaa mazuri ya masaa ya Sabato na amekuwa pamoja nasi katika ibada nzuri ile. Na kongamano letu lilianza jana uh, tarehe 15 na ile ambalo lilikuwa ni kongamano la uimbaji na leo ilikuwa ni siku ya kuhitimisha. Kiukweli tumejifunza mengi na kubarikiwa, kama ndivyo ambavyo tutafanya katika makanisa yetu ambavyo tumeelekezwa na wakufunzi na walimu ambao walikuwa wamebobea masomo ya ya, ya, ya muziki. Kama tutafanya vivyo hivyo, basi itakuwa ni utukufu kwa Mungu wetu wa mbinguni. Uh, yako mengi ambayo tumejifunza, namna ambavyo tunapaswa kuimba kwa kumtukuza Mungu na staili za nyimbo zetu katika huduma ya ibada, na hasa siku ya leo tumejifunza mengi zaidi hata vile ambavyo nilikuwa sifahamu kabisa hata kama muziki ni mpana kiasi hicho, lakini kwa uwezo wa Mungu, kwa yale machache ya siku ya leo, basi nimegundua muziki ni, ni, ni, ni, ni mpana. Vile tunapaswa kujiingia darasani na kumwimbia Mungu kama vile neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Zaburi 47 mstari ule wa saba ya kwamba Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa Kili. Hivyo tunapaswa kufanya hivyo kama kanisa na viongozi, tutachukua hayo yote, uh, tuliyojifunza katika kongamano letu la uimbaji ambalo limefanyika hapa Mbezi Luisi, uh, basi yote tutafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Niwatie moyo waimbaji ambao wanaona labda mfumo huu wa noti ni mgumu, niwatie moyo kwa Mungu, hakuna jambo ambalo haliwezekani. Yeye e, aliyesema ya kwamba uh, yote kwake anawezekana basi, kwa sababu tutakuwa tunafanya kazi yake, basi ndivyo ambavyo tuna paswa kumtegemea kwa kila hali na kwa kila kitu ambacho tutakuwa tunakifanya. Basi sifa na utukufu vimrudie Mungu wetu ambaye yeye aliyeumba asili ya muziki na anapenda tumwabudu katika roho na kweli, na vile ambavyo tumwimbie yeye kwa akili na ufahamu na uelewa, kwa vile ambavyo tutakuwa tunamsifu na kulinua jina lake. Mungu akubariki na abariki nyote katika jina la Kristo Yesu, amina.